Huu ni uchambuzi mzuri na wenye mashiko kwa vijana wa kisasa. Umegusa vema misingi ya uchumi wa kidijitali, attention economy, huku ukiweka mizani ya kimaadili. Mwangaza wa Vijana na Maadili. Mada ya leo, uchambuzi wa kina, IShowSpeed na mafanikio ya kidijitali kwa vijana wa leo. Habari mpenzi mtazamaji na karibu katika kipindi chako pendwa cha Mwangaza wa Vijana na Maadili hapa Mwangaza Brain Digital Africa. Leo tunazama ndani zaidi kumchambua kijana Darren Jason Watkins Jr. Anayejulikana kote duniani kama IShowSpeed. Kutoka kuwa kijana wa kawaida anayecheza michezo ya video hadi kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa zaidi duniani kwa sasa. Je, siri yake ni nini? Na je, vijana wetu wanapaswa kuiga nini na kuchuja nini? Ungana nami mtangazaji wako katika mwangaza huu wa leo. Unatazama mwangaza wa mabadiliko na ustadi kamu. Masomo makuu manne ya mafanikio kutoka kwa IShowSpeed. Moja. Nguvu ya kipekee ya kujiamini na kujionyesha. Katika ulimwengu wa mitandao, uoga ni kizuizi cha mafanikio. Speed anaonyesha ujasiri wa hali ya juu mbele ya kamera, hata anapokosea au kuonekana wa ajabu. Haachi maoni ya watu yamrudishe nyuma. Somo la mwangaza: kujiamini ni mtaji namba moja katika uchumi wa kidijitali. Ukijiamini wewe, dunia itaanza kukuamini pia. Mbili. ubunifu wa maudhui yanayogusa hisia. Speedi hatengenezi video za kawaida anatengeneza matukio. Anatumia mshangao, furaha na msisimko mkubwa kuwafanya watu wasibonyeze kitufe cha kuondoka. Anajua nini hadhira yake inataka kuona kwa wakati huo. Somo la mwangaza, ili ufanikiwe mtandaoni ni lazima uwe mbunifu na utoe kitu ambacho hakipatikani kwingine. Utofauti ndio unaovuta hadhira. Tatu. nidhamu ya kufanya kazi mara kwa mara kwa uthabiti. Wengi wanaona utajiri na umaarufu wake wa sasa, lakini hawaoni rekodi yake ya kufanya video za moja kwa moja, live streams, kwa saa nyingi kila siku, kwa miaka kadhaa. Hakukata tamaa hata alipoanza na watazamaji wachache sana. Somo la mwangaza, mafanikio hayaji kwa bahati mbaya. Uthabiti na juhudi za kila siku ndizo zinazozaa matokeo makubwa unayoyaona leo. 4. Kutumia fursa za teknolojia ya kisasa bila kuwa na studio kubwa au kampuni ya filamu. Speedy ametumia nguvu ya simu, kompyuta na majukwaa kama YouTube na TikTok kujenga himaya yake. Amegeuza chumba chake kuwa ofisi ya kimataifa. Somo la mwangaza, una uwezo wa kubadili maisha ya kijana yoyote ukitumika kwa malengo na maarifa sahihi. Sababu tano zinazofanya umaarufu wake uendelee kukua. Moja, burudani ya papo hapo. Watu wa sasa wanapenda vitu vyepesi, vya kuchekesha na vinavyochangamsha akili haraka bila kuhitaji kufikiri sana. Mbili, tabia isiyotabirika. Kila video yake ni mpya. Huwezi kujua atafanya nini, jambo linaloongeza hamu ya watu kutaka kumtazama tena na tena. Tatu, nguvu ya mashabiki na algoriti. Mitandao inawapenda watu wanaowafanya watumiaji wabaki kwenye app kwa muda mrefu. Speed anafanya hivyo, hivyo mitandao inazidi kumpandisha juu. Nne, enzi ya uchumi wa makini attention economy, katika dunia ya leo anayevuta umakini wa, wa watu wengi ndiye anayekuwa na nguvu ya kiuchumi. Tano, kuwafikia watu wa tamaduni mbalimbali Spidi amekuwa akisafiri nchi mbalimbali na kuingiliana na tamaduni tofauti, jambo linalomfanya apendwe na watu wa kila rika na asili. Je, kweli hafanyi kitu cha maana? Unatazama Mwangaza. Mtazamo wa maadili: hapa ndipo kipindi chetu cha Mwangaza wa Vijana na Maadili unapoweka msisitizo. Ni lazima tuwe na tahadhari. Kwa upande mmoja elimu tabia zisizo na ya nidhamu kwa jamii. Kwa upande wa pili, ameonyesha uwezo mkubwa wa kujenga chapa binafsi, personal brand. Amejipatia kipato halali, na ameweza kuwafikia mamilioni ya watu duniani akiwa bado mdogo. Hitimisho la Mwangaza: kijana wa leo anaweza kujifunza vitu vingi kutoka kwa IShowSpeed: ujasiri, ubunifu na matumizi ya teknolojia. Hata hivyo, msisitizo wetu ni huu: Tumia mbinu hizo za mafanikio huku ukizingatia maadili mema. Lengo letu si kuwa maarufu tu, bali kuwa na umaarufu wenye tija na faida kwa jamii yetu. Mwangaza wa vijana na maadili, angaza njia yako kwa maarifa na heshima. Jambo la mwisho, kama umenufaika na darasa hili la leo, tafadhali usisahau kusubscribe, like, like na kushare ili tuendelee kuangaza maisha ya vijana wengi zaidi. Je, ungependa katika sehemu inayofuata ni kuandalia skripti ya namna hii kuhusu kasuku na jinsi maisha yake yanavyoweza kutoa mafunzo kwa vijana? Mwangaza Brain Digital Africa ni mwangaza kwa wote, asante.